Na hichi ndio tunachokitaka. Tunataka viongozi waliochaguliwa na watu ili wawajibike kwa watu. Aliyewahi kuwa mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Joseph Mbilinyi maarufu kwa jina la Sugu, amesema mpaka sasa hajachagua jimbo la kugombea baada ya jimbo la Mbeya mjini kugawika na kuzaliwa jimbo jipya la Uyole. Ameyasema hayo jijini Dar es Salaam muda mchache kabla ya kuingia katika kikao cha kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, leo Mei 23 mwaka 2025, akiwa naojiwa na vyombo mbalimbali vya habari nje ya ukumbi. Sugu amejibu kwa kutoa mfano kuwa endapo atasema leo kuhusu uamuzi wa wake wa kugombea ubunge haitakuwa sahihi, kwa sababu ni sawa na kupanga nguo ya kuvaa siku ya harusi wakati hata mchumba hauna. Ameongeza kwa kusema kwamba chama chake bado kina msimamo wa kutoshiriki uchaguzi, hivyo ataweka wazi kama chama hicho kitaamua vinginevyo. Kuhusu kukihama chama hicho kwenda chama cha u, cha Umma pamoja na viongozi wengine waliokuwa wanamuunga mkono Freeman Aikaeli Mbowe, amesema yeye bado yupo na kwamba uchaguzi ulikwisha, hivyo hakuna watu wa Mbowe wala watu watundulisu bali wapo wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Kamati kuu ya Chadema imekutana leo jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali mbali ya usuyo chama hicho. Hii ni Nyikani TV Afrika na langu jina ni Godoni Kalulunga. Hali ya kisiasa sio nzuri, hali ya kisiasa ni very tense, nchi imevimba. E, watu wako kwenye taharuki. E, tunatarajia kuwa na majadiliano ya nini, tutatoka nacho ili kuangalau kuwapa mwanga wa Tanzania tunaendaje mbele.